Kwa nini watu wanakata tamaa? Watu wanakatishwa tamaa na watu wengine. Kuna watu watakatisha tamaa, watakwambia hii haiwezekani, watakwambia hautaweza, watakwambia hakuna ambaye ambaye akafanya kafaulu hapa, watakwambia hii sio rahisi, watakwambia huu mlima huu ni mrefu, hautaweza, watakwambia siyo kawaida, watakwambia wewe hauna refarii. Utakatishwa tamaa na watu. Wakati Daudi anaenda kupigana na Goliati walimkatisha tamaa, wakamwambia huyu amekuwa ni mtu wa vita toka ujana wake, wewe Daudi kijana mdogo tu unaenda kupigana na, na Goliati hautamweza Goliati, amekuwa ni mtu wa vita toka ujana wake. Lakini Daudi yakubali kata tamaa, Daudi yakubali kusikiliza maneno ya watu ambao alikuwa anamkatisha tamaa. Daudi yakubali katishwa tamaa na maneno yale ya watu. Daudi alikuwa na ile passion, alikuwa na ile ziri, alikuwa na ile ziri Daudi ya kwamba lazima niondoe aibu katika taifa la Israeli, lazima nipambane naye. Yule Bwana aliyekuwa na mimi, ambaye alinisaidia nikamua dubu, nikamua simba, anasema lazima nitampiga na Goliati nitamuua pote nimkacha tamaa Daudi hauwezi ukampiga Daudi Goliati ana silaha, Goliati ni mtu wa vita toka ujana wake, amekulia kwenye vita, we ni kijana mdogo tu mwekundu, hautaweza lakini Daudi ya kubali kata tamaa. Wanakukatisha tamaa, wanakukatisha tamaa, ni watu wa karibu. Sauli alimkatisha tamaa, viongozi wetu mara nyingine watatukatisha tamaa ya kwamba hautaweza. Kwa kwenye maisha, watu wanakata tamaa kwa sababu wanakatishwa tamaa na watu, wanakwambia hautaweza, wanakwambia hautafika unakoenda, wanakwambia hautasimama, wanakwambia hili halijawahi kufanyika, wanakwambia jambo hili ni jipya, wanakwambia hii siyo desturi yetu, wanakwambia hili ni gumu, hautaweza. Kwa kwenye maisha tegemea watu watakatisha tamaa. Bartomeo alikatishwa tamaa na wanafunzi wa Yesu. Aliposikia Yesu anapita, Bartomeo anapiga kelele, Yesu mwana wa Daudi, naomba nirehemu. Wanamwambia nyamaza, kimya, unapiga kelele mwalimu. Lakini Bartomeo hakubali kunyamaza, hakubali kukatishwa tamaa na watu, anaendelea kuita Yesu ni rehemu, ndipo alivyopaza sauti kabisa Bartomeo. O, unaambiwa usipige kelele, unasema ngoja ni nyamaze. Usikubali kunyamaza kilichonyamaza ni hatima iliyo nyamaza, kinywa kilichonyamaza ni uzao ulio nyamaza. Baritomeo anawambia unatupigia kelele usiinuke, baritomeo alikataa. Baritomeo angelikubali kunyamaza na kuhakikisha, baritomeo angekuwa kipofu mpaka anakufa, angekuwa kipofu mpaka pointi ki yake ya mwisho anakufa. Lakini baritomeo akubali kunyamaza, alipiga kelele, alipiga kelele, wakamkatia tamaa, lakini akubali. Wakati unainuka unaenda, unaiona nuru, wanakwambia hii siyo nuru, hautaweza fika, atakatisha tamaa. Kwa nini tanakatia tamaa Wanataka wasiinuke juu yao kawazidi. Kwa nini kati ya tamaa? Watu wana wivu kwenye maisha, watu wana hila kwenye maisha, watu hawapendi kupitwa, watu wafurahi mafanikio wengine, kwa si kila mtu atakutia moyo kuendelea, watakatia tamaa. Lakini kwenye hali zote make sure haukati tamaa, hakikisha haukati tamaa, hakikisha haukati tamaa. Bartimayo hakata tamaa kwenye upofu ulio nao. Wanakuambia usiinuke, usi na vile kelele, wanasema na mimi sawa no, kwenye huo upofu hauna chochote. Sema nitasimama, ntaifata nuru ntamfata Yesu atanisaidia. Maandiko pia anasema juu ama mkana nayo, alimwendea Yesu kamwambia, Bwana ni rehemu, wanangu anakufa. Alimwambia, siwezi nikachukua chakula cha watoto nkampa mbwa. Ama kasema, mi sikati tamaa, bado hata mbwa anakula chakula, anakula makombo ambayo anaka kwenye, ma, kwenye meza bwana zake. Kwaio makua talikata tamaa, alipomwambia vile Yesu akaona kweli amemaanisha, hajakata tamaa, aliendelea kupreso, aliendelea kupreso aliendelea kupushi. Kitabu cha Luka 18 tumeona kwa habari ya mama mjane aliyemwendea kadhi dhalimu, alikataa, lakini alivyokataa kukata tamaa, alikataa kukata tamaa. Kwenye maisha yategemea watu watakatia tamaa, nimekwambia kuna watu aina mbili, kwanza ambao watakutia moyo, kwa watu ambao watakuvunja moyo, wote wategemee na mshukuru Mungu kwa ajili yao. Lakini jua hao watu ambao watakuvunja moyo, jua namna ya kanao karibu, jua namna ya kanao mbali, jua namna ya kujiposition vizuri, kwa sababu kwenye maisha kwa watu watakatia tamaa, viongozi watakatia tamaa. Wengine mlikuwa makanisani nafanya vizuri na moto kabisa mzuri. Lakini viongozi wa makanisa wakawakatisha wa tamaa, wazee wa makanisa wa akawakatisha tamaa. Wengine hata wa wengi ni wachungaji, wengine ni maaskofu kabisa, wamekatishwa tamaa. Ni moto anakwambia wito wangu umeisha, kwa sababu nimekatishwa tamaa, I cannot move. moto wangu umeisha, nilikuwa na ubiri wameniswei ubiri tena m. Usikatishwe tamaa na watu. Focus kwa Mungu, Focus kwa Yesu Mtizama Yesu, usikubali kwa gharama yote kukata tamaa. Namba mbili, nataka nikuoneshe watu wanakatisha tamaa na mazingira. Kuna mazingira ambayo ukiyapita yanakatisha tamaa. Paulo na wenzake andiko, anasema kwenye tenda mitume sura 27 ya kwamba walikata tamaa ya kuishi. Mazingira yale ya dhoruba, walipita kwenye dhoruba, mazingira yalikuwa ni ya baridi. Anasema tulikata tamaa ya kuishi kwa, kuna mazingira ukiyapita, mazingira yenyewe ni mazingira ya majaribu, ni mazingira ya utisho, ni mazingira ambayo ukiacheki unaona kwamba hapa, hapa ni mwisho, hapa kabisa, haya ni mazingira kabisa, hapa sitoki kabisa. Kwa Paulo anasema tulikata tamaa ya kuishi. Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari 20 sema tulikata tamaa ya kuishi kwa sababu ya yale mazingira ambayo tulikuwa tunayapita, kwa sababu ya mazingira ya baridi, kwa sababu ya mazingira ya majaribu. Kuna mazingira ambayo utayapitia yatakatisha tamaa, lakini usikubali ukatisho wa matamaa mazingira. Unasema mimi ni nimezaliwa familia ambayo hakuna mtu ambaye ametoka. Hiyo ni mazingira ya familia atakatisha tamaa. Unasema kwenye jamii yetu hakuna ambaye, unasema kwa nyumba yetu hakuna ambaye ametoka. Unajua hata Gideon alikuwa anasema mimi natoka kwenye kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye ukoo ambao ni mdogo, familia yetu ndio familia ambayo ni maskini. I cannot make it. Siwezi nkaenda, lakini Mungu anamwona Gideon kama shujaa, anamwambia nenda ukaokoe Israel juu ya mkono wa Midian, anamwambia nenda kaokoe Israel juu ya mkono wa Midian. Kwa kukubali kukata tamaa, wanakosa matokeo. Unaweza kufanya kazi ya kuchosha, lakini hauoni matokeo, kama umekuwa unategemea yuweke ha, unafanya kazi kwa bidii, lakini hauoni matokeo kama anatoka, unaweka jitihada kubwa, lakini hauoni kama matokeo anatoka. Watu wanasema unaweka jitihada tembo, alafu matokeo ni simizi, unasema haiwezekana. Kiwango cha matokeo kisikukatishe tamaa. Moja anasema, in fact, kushindwa haimaanishi ndio mwisho wa safari. Kushindwa ni hatua ya kwanza ya kujifunza. Fail maana yake ni first step in learning, first attempt in learning, fail ni jaribio la kwanza katika kujifunza. Inawezekana matokeo matokeo yamekuwa ni mabaya, na hivi haupashi kukata tamaa, kwa sababu unajifunza. Kitabu cha Luka sura ya tano maandiko anasema ya kwamba Yesu alipokuta kina Petro wanavua samaki usiku kucha, hajapata chochote, anawaambia tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, hajapata chochote na tumechoka hatuwezi walikuwa wamesha paki na mitumbi yao, hawawezi kuendelea tena kwa sababu wamefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, wametoiri, wamelema, hawajaona chochote kinatokea kwa sababu wamefanya kazi ya kuchosha, mpaka wamesha paki na mitumbi wako, wanachambua neti zao, hawana mpango wa kuendelea. Kuna watu kwenye maisha nao ni kama Petro navyosema hivi, wamesha paki mitumbi yao, wamepaki zana za kazi, kama ni maduka wamesha hatia kufuli, kama ni kama alisema, tumeomba imechosha, tumeomba bwana hajachibu maombi, tumeomba imetosha tumepaka nyavu zetu tumepaka mitumbwi ago na kuambia mmoja alisema hatushindi vita, tunashindwa vita, vita tunapondoka eneo la vita. Anasema kwa Petro, alipokuwa amechoka kabisa, amefanya kazi ya kuchosha usiku kucha, hajapata chochote, wala alimwambia shusha nyavu mpaka kilindini usiku huu. Yakoba, Bwana anasema shusha nyavu mpaka kilindini. Umetoi, lakini umetoi kwenye maji ya need to give up. Hakuna sababu ya kukata tamaa, hakuna sababu ya kuchoka. Shusha nyavu mpaka lindini, utaona Bwana anakushangaza. Shusha nyavu mpaka lindini, utaona Bwana anatenda. Shusha nyavu, Bwana anasema shusha nyavu. Ni kweli umefanya kazi ya kuchosha, umetoa usiku kucha kweli, umetafuta nguvu za Mungu unaziona kweli, na inakwambia this is your hour. Kama Bwana aliposema na Petro akamwambia shusha nyavu mpaka lindini, nadhani kuhakikisha kwamba shusha nyavu, shusha nyavu mpaka lindini, hata kama imekuwa ni kazi ya kutosha majira anakwambia shusha nyavu. Nabandana alikuanisha kwa watu wanakata tamaa. Watu wanakata tamaa na kutojibiwa kwa maombi. Kuchelewa kwa matarajio. Watu wanayokutarajia kikichelewa, watu wanakata tamaa. Anasema nifanye biashara hii, nitegemee nipate faida mwaka huu. Lakini sijapata faida. Kitabu cha Mithali kumi na tatu kumi na mbili, kilichotarajiwa kikawia kuja, moyo huugua. Lakini haja kupatikana ni mti wa uzima. Kilichotarajiwa kikichelewa kuja au kikawia kuja, moyo unaugua. Moyo unainama. Naona watu wengine wanakata tamaa kwa sababu walikuwa na matarajio fulani na matarajio yamechelewa kutimia. Alitarajia wale wakiwa na miaka ishirini na tano alafu anaona ishirini na tano imefika, ameomba bado Mungu hajajibu. Sikiliza nikwambie, bado nafasi hii bado, you can make it, bado you can rise, bado you can make a step, bado inawezekana. Nataka nikwambie majira haya ya kwamba Bwana atajibu katika jina la Yesu aliye hai. Hauhitaji kukawia, naona umechelewa yani, mbingu zinaona haujachelewa, uitegemea faida bado, you can make it bado. Lakini nikwambie, hauhitaji kukata tamaa moto ambao ulikuwa nao umekuwa unaombea nguvu za Mungu, umekuwa unaombea uwepo wa Mungu, umekuwa unaombea Mungu kutembea na unaona, bado mona, bado usijaona Sikiliza nikwambie, haja yako Mungu ataitimiza upesi, hauna sababu ya kukata tamaa. Lakini namba tano, watu wanakata tamaa kwa sababu ya eh, vitisho vya maa, adui shetani. Watu wanakata tamaa kwa sababu adui huwa natisha, anatisha, na wakara wa adui wanatisha, wachawi wanatisha, waganga wanatisha, mizimu ya kwenu inakutisha, unaota ndoto zinakutisha, unakata tamaa. Mtu mmoja anasema naota ndoto niko darasani naandika mitihani, naota ndoto naona kama siendelee. Sikiza nikuambie, maandiko anasema hata nabii Eliya alikata tamaa ya kuishi baada ya kutishiwa na Yezebeli, Wafalme wa Kwanza kumi na wakwanza, tisa moja mpaka nne. Yezebeli alimtisha nabii ambaye alikuwa amefanya makubwa sana, alimtisha nabii wa moto, ambaye nabii alishusha moto katoka mbinguni ukaangamiza manabii wa bahari. Nabii Eliya alitishwa na Yezebeli, aaambi usiku wa leo usikatishwa tamaa na Yezebeli, akisha huyo Yezebeli hakikisha Yezebeli ni roho ya uchawi Yezebeli ni roho ya vitisho juu ya watumishi wa Mungu. Yezebeli ni roho ya kuwa watumishi wa Mungu, yeye anaa watumishi wa Mungu. Maandiko yanasema aliwa manabii wa Bwana katika nchi yake, akawaua kabisa kwa upanga. Lakini Yezebeli huwa anainua vitisho juu ya watumishi wa Mungu. Niwaambie, hauhitaji kuogopa kwa sababu Yezebeli anakuogopesha katika jina la Yesu. Aliye kwa ufalme wa kwanza kumi na tisa, Yezebeli aliogopesha huyu mtumishi wa Mungu Elia akasema, Baba imetosha kuishi, chukua roho yangu, siwezi nikaishi tena Nikwambie hauhitaji kukata tamaa. Biblia inasema Zaburi 23. Na nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya, hata nikitishiwa sitaogopa chochote, hata nikiambiwa nakufa kesho sitaogopa chochote, sitaogopa mauti. Na nakuambia usiogope, wako akina Yezebeli wanakutisha, wanakwambia, wana biashara wana lazima wana ife. Waambie haitakufa wewe Yezebeli kama bali na mimi usikubali kuogopa Yezebeli. Adui anadharisha hofu ndani yako, anakuambia ya hii haiwezekana, lakini usiogope. Na ile namba sita, kwa nini watu wanakata tamaa?

kwa sababu ya kubeba mizigo mizito. Kuna kubeba mizigo mizito inakuchosha, kila aina ya mzigo huwa inachosha. Ndiyo maana mizigo lazima tumpe Yesu. Biblia anasema kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11, mstari wa 28, anasema njoni kwangu ninyi msungao na kuelemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Kwa hiyo kila aina ya mzigo ambao una unahitaji kumkabidhi Yesu akubebea, hata kubeba hiyo mizigo. Wengine wamebeba mizigo ya watu kwenye moyo, wengine wamebeba mizigo ya matatizo ya familia yoni yote mebeba kichwani, wengine wamebeba mizigo ya kutosamehe. Na Yesu anasema njoni kwangu ninyi ambayo mnalemewa na mizigo, Matayo 11:28. Nimebeba mizigo hii inanikatisha tamaa. Baba, nimebeba mizigo hii, naona kama siwezi nikaendelea na hii mizigo. Bwana nisaidie. Bwana atakusaidia hiyo mizigo utaitua. Ibrania 12 mstari wa kwanza na wa pili: basi sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile tuzingawe kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu na ameketi mkono wa kumi wa kiti cha enzi wengine ni mizigo ya dhambi zinawakinga kwa wepesi wengine ni matizo ya madeni naona hapa atatokaje hii mizigo mizito inakumaliza nguvu Biblia inasema hesabu kumi na moja kumi na nne na kumi na tano anasema je mimi ndiye ambaye naliwazaa hawa watu je mimi ndiye ambaye naliwazaa hawa watu anasema kwa nini umetwisha mzigo mkubwa namna hii wa kuongoza hawa watu wezeri watu wenye shingo ngumu watu ambao wanataka nyama wale na mimi sina hii nyama anamwambia Mungu, mimi imetosha, kuishi naomba unipumzishe, naomba uniue. Musa anakata tamaa ya kuishi kwa sababu ya mzigo wa wana wezi ambao walikuwa wamewabeba, anasema nami siwezi kuchukua watu hawa wote peke yangu, kwa kuwa ni mzigo mzito sana wa kunishinda. So leadership can be a burden, wa kufanya ukata tamaa ya kuishi na kufanya ukata tamaa ya kuendelea na safari ya okovu na ya kufanya uendelee na assignment ambayo Mungu amekupa. Musa alipewa assignment ya kuongoza watu, lakini kwa sababu ya mzigo ule alikata tamaa ya kuongoza hao watu mizigo mizito inaweza kuwa ni sababu ya kuwafanya watu washindwe kuendelea kuishi katika maisha yao au washindwe kupambana kwenye safari yao ya wokovu. Sababu nyingine, ukisoma mstari wa kumi na tano nasema, na kama ukinitenda hivi, nakuomba uniulie mbali, kama nimepata fadhili mbele ya macho yako, nami nisiyaone haya mashaka yangu komsa. Naomba naomba, naomba uniulie mbali, ili mi ni uwe, kwa sababu ni mzigo mzito, anakata tamaa mpaka ya kuishi, ili mi ni uwe, kwa sababu huu mzigo ni mzito na siwezi nikaendelea kubeba. Lakini sababu ya saba, kwa nini watu wanakata tamaa ni kwa sababu wanapitia majaribu mazito kama moto. Wanapitia majaribu mazito kama moto, watu wengine wamekata tamaa. Bibi anasema ombeni msije mkaingia majaribuni. Yesu akiwa kanaambia ombeni msije mkaingia majaribuni, kwa sababu majaribu yanakatia tamaa watu ya kuendelea mbele majaribu. Kuna watu walikuwa na moyo wa maombi, lakini akipitia jaribu zito, ndipo roho inainama, anashindwa kuomba. Watu alikuwa ni waimbaji wazuri, lakini akipitia, akipitia jaribu akaacha kuimba, akaacha kuomba, ule moto ndani yake ukaishia. Hapo kafa. Kuna watu walipitia jaribu la ndoa, wakaacha na kufa sana, nakwambia ndoa yangu imeharibika na siona kama Mungu yupo, akaacha kabisa kunielea. Kuna mtu alipitia jaribu, akamwambia hivi, Mungu kweli yuko? Kama angekuwepo nisingelipitia nisinge haya ambayo ninayapitia leo. Alikwambia hata kama unapitia hayo, hauhitaji kukata tamaa. Mungu ni Mungu na atabaki kuwa Mungu ya hayo ambayo unayapitia. Yesu mwenyewe alitamani kuacha ile safari ya msalabani, ambia Baba, kama inawezekana niepushe na ikombe hii, lakini siyo mapenzi yangu, bali mapenzi yako Mungu ndiyo peke yake yatimizwe. Bwana, naona kwa inawezekana, kunajaribu naripitia limekuwa ni zito, ni mwiba kwako, kama Paulo anasema Bwana nole mwiba lakini, akamwambia neema yangu inakutosha. Sijui napitia nini ambacho kumekuwa ni mwiba. Miba wengine ni jaribu la ndoa, kila kiangaa ndoa yake ni kama inakufa, na kwa sababu hiyo moto umeisha, anakwambia siwezi nikamwambia tena, hii ndoa imenichosha, imenichosha hii na imenichosha kweli. Kuna wengine ni jaribu la mahusiano, kila uchumba kiuandisha unakatika, anawambia nimechoka, sijajua kama kuna mwanaume mwaminifu katika dunia hii. Wote ni wadanganyifu, wote ni wasaliti, aamini tena kama kama kuna kuna watu waaminifu, kuna watu tena wa ambao wanamaanisha kwenye haya mahusiano kila moja anamuona ni mtu ambaye haeleweki, na naminii kwao majaribu, amekatia tamaa ya kumtafuta Mungu. Wengine ni majaribu ya biashara, amefanya biashara, amepata hasara na haoni kama Mungu anaishi. Wengine wametelekezwa na ume zao, walipotelekezwa wakasema hapa hamna. Kwene ni jaribu lipi ambalo walipitia ambalo limekuvunja moyo, imekatia tamaa? Nataka nikwambie kwenye jaribu hilo, hauhitaji kukata tamaa. Ayubu alisimama mpaka mwisho, hakukata tamaa na mpaka mwisho Bwana akamrejeshea mara mbili.